Didi amekataa makubaliano ya maelewano plea deal yaliyotolewa na waendesha mashtaka wa serikali kuu, huku mawakili wake wakifichua mkakati wa utetezi ya kuwa yaani, mtu wa maisha ya kubadilishana wapenzi ni swinga na si mhalifu. Mwanamuziki huyo maarufu alihudhuria kikao cha mahakama mjini Manhattan Ijumaa ya wiki hii asubuhi, ambapo kwa mujibu wa jarida la Rolling Stone waendesha mashtaka walithibitisha kuwa walimpa Didi ofa makubaliano lakini yeye alikataa moja kwa moja, ingawa maelezo kamili ya makubaliano hayo hayajafichuliwa. Tetesi za awali kuhusu uwepo wa fa hiyo sasa zimejidhihirisha wazi kuwa ni kweli. Katika kikao hicho, timu ya mawakili wa Didi walidai ingawa mteja wao anaweza kuwa aliishi maisha ya kubadilishana wapenzi, hajawahi kujihusisha na vitendo visivyo vya maadili au vya kihalifu. Kiongozi wa timu hiyo, Mark Agnfield, aliongeza kuwa swinga ni jambo la kawaida kiasi kwamba Didi huenda hakuliona kama kosa. Waendesha mashtaka walipinga vikali jitihada za upande wa utetezi kutumia mifano ya watu wengine mashuhuri waliowahi kuhusishwa na ukaba kama sehemu ya hoja zao. Agnefel alimhakikishia jaji kuwa hawatawasilisha mifano hiyo, lakini akasisitiza kuwa wana haki ya kuonyesha kuwa baadhi ya mienendo iliyodaiwa ilikuwa sehemu ya mtindo wa maisha ya Didi. Katika hoja nyingine zilizojadiliwa mahakamani, waendesha mashtaka wanadai ya kuwa Didi alimlazimisha mmoja wa athirika kufanya taratibu za kimatibabu, madai yanayohusiana na, na mashtaka ya usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya biashara ngono. Jaji pia ameruhusu upande wa mashtaka kuonyesha video inayomwonyesha Didi akimpiga kiasi, huku ikielezwa kuwa mtu aliyerekodi tukio hilo kwa iPhone 6 atatoa pia ushahidi mahakamani. Kesi anatarajiwa kutoa ushahidi pia dhidi ya Diddy pamoja na waathirika wengine watatu ambao majina yao tabaki siri wakati wa kusikilizwa kwa kesi husika. ropo huu tayari amekusha kukanusha mashtaka hayo yote matano anayoshtakiwa ambayo ni pamoja na makosa mawili ya usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya ngono, makosa mawili mengine ya kusafirisha watu kwa lengo la kushiriki ukahaba na kosa moja la uhalifu wa kupanga. Yani kesi zitaanza kusikilizwa rasmi mwezi unaofuata ni Mei.